Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen na mwenzake wa elimu Migos Ogamba wameongoza viongozi wa Kisii wa Narok, uh, na wa Narok kutafuta suluhu ya kudumu ya machafuko ambayo yamedumu kwa wiki mbili katika mpaka wa Kisii na Transmara. Kwenye mkutano huo uliofanyika katika uwanja wa Kiango, iliafikiwa kuwa mapigano baina ya jamii hizo mbili yakomeshwe mara moja, huku maafisa wa usalama wakihimizwa kuwakamata wanaochochea vita mpakani. Viongozi waliohudhuria walishikana mikono kama ishara ya kuanza safari mpya ya amani na wale ambao wa security wako hapa, they must arrest those thieves and we must see them on the black court. Sisi kama serikali tumekubali kwamba tutafanya kazi pamoja kama all government approach. Kunaonekana kuna fugo, kuna mmoja na mbili, uh, ambao haijarudishwa. So mimi ningependa kuomba zile border committees, zile border committees na pamoja na machifu wetu